Tuelekee gatuzi la Kisumu namba 42 ambapo wavuvi wanaotegemea ziwa Victoria sasa wametakiwa kuzingatia ufugaji wa samaki baada ya idadi ya samaki kupungua maradufu katika ziwa hilo. Kulingana na shirika la KFS, idadi ya samaki ziwani Victoria imepungua kwa asilimia 35 kutokana na uchafuzi wa mazingira pamoja na matumizi mabaya ya vifaa vya uvuvi huku taifa la Kenya likikodolea macho ukosefu wa tani laki mbili za samaki kila mwaka. Serikali sasa imeweka mikakati ya kukithi ustashi wa samaki kwa kufungua kiwanda hiki cha vichengo katika kaunti ya Kisumu. Kiwanda hiki kinachoendeshwa na mamlaka ya LBDA kina uwezo wa kuangua vichengo milioni nne kila mwezi na kuuziwa wafugaji wa samaki katika ukanda wa magharibi. To, to make more money. Kulingana na takwimu kutoka idara ya uvuvi ya KFS, uchafuzi wa mazingira pamoja na matumizi mabaya ya vifaa vya uvuvi kumechangia idadi ya samaki ziwani Victoria kupungua kwa asilimia 35. Kwa sasa ufugaji kupitia vizimba pamoja na vidimbwi aina hii vinapewa kipaumbele. Gunia moja ya 25 kgs tunapata na 3900 ambapo ni bei kali sana na chakula samaki zinakula, samaki zinakula sana hizo, kama hiyo 25 cages enda na hizo, hata wiki moja hivi wamemaliza. Sasa hiyo ni changamoto sana. We already have a digital uh, platform to market our products so that will address the issue of uh, access to market and then number two in future we are looking onto, into how we can add value. We avoid the post-harvest loss Huku taifa la Kenya likijizatiti kupata utoshelevu wa lishe, wakulima wametakiwa kujitosa katika miradi ya ufugaji wa samaki ili kuisaidia taifa kutimiza azma yake. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.